Bodi yenu iliendelea kuhakikisha vyama wanachama vinakuwa hai kwa kushiriki kwenye shughuli za uzalishaji zinazosimamiwa na chama chetu ili viwe hai kiuchumi na wanachama wao. Kutokana na juhudi hizo, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, idadi ya wanachama walioshiriki kwenye uzalishaji imeongezeka kutoka 132 hadi 134 asili asili mbili hadi 134 ikiwa ni sawa na ongezeko la asilimia 2 asilimia 1.52 ambalo ni vyama viwili Uh, ukurasa huo huo unaelezea katika kipindi kilichopita bodi yenu imeendelea kuhakikisha mtaji wa chama umeongezeka kutoka kiasi cha shilingi milioni arobaini na moja na elfu sabini mpaka milioni arobaini na moja laki tatu na elfu sabini Ukurasa namba 35 imeelezea maendeleo ya chama, maendeleo ya shughuli za kilimo ikianza na kilimo cha tumbaku, katika msimu wa 24 25 KACU iliingia mikataba na kampuni 12 ya kuzalisha kilo milioni 19 za tumbaku ikiwemo kilo kilo milioni kumi na tisa laki tano za za tumbaku tumbaku ya mvuke. Na changamoto namba tatu ni kukithiri kwa ufichaji wa uchafu kwenye tumbaku tobacco nesting na michanganyiko ya madaraja kwenye mitumba, hali ambayo inahatarisha uendelevu wa biashara ya tumbaku nchini, lakini pia inachafua taswira ya ushirika. Vile vile inapelekea hasara kwa kampuni zinazonunua tumbaku. Kuna changamoto nambani, ilikuwa ni kukithiri kwa utoroshaji wa tumbaku kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudi kwenye swala la tumbaku, naamini vyama vyote vipo hapa. Tumekuwa tukipata changamoto chache kwa watu wasiokuwa waaminifu wanakuwa wanafanya vitu ambavyo haviko kwenye utaratibu. Niombe kama unajua uko kwenye chama X, hakikisha unauza tumbaku yako kwenye chama husika. Mnatuletea migogoro sana. Niombe viongozi wa vyama muhakikishe mnasimamia hilo, mwanachama anauza tumbaku kwenye chama husika janja isikuwepo. Janja, isikuwepo. Mnayoyafanya mnafanya alafu mnakuja ofisini kwetu mnataka tuwasikilize. Sisi tunasimamia sheria inasema nini na vyama vya msingi vimeanzishwa kwa ajili ya kuwasaidia. Kwa hiyo niwaombe sana wengi tumekutana ofisini kwa ajili ya migogoro hiyo. Kwa hiyo niombe kupitia mkutano huu Mheshimiwa Mwenyekiti, tuyasisitize hayo kwa watu wetu hawa. Lakini swala lingine ni kwenye masuala ya kufunga tumbaku. Naomba washirika tuwe waaminifu. Tusichanganye madaraja. Tunachanganya sana madaraja, soko linashuka, tunakuwa na migogoro mara kwa mara kwenye vyama, mara huambiwe Juma ndo alileta, Glory alileta. Tunaomba tufunge tumbaku kutokana na madaraja jinsi ambayo ina, inavyoelekezwa. Hii hoja nimeibua kwa machungu sana, kwa sababu mimi ni mjumbe wa mkutano wa tasmini wa taifa kule Mbeya. Kampuni mbili zimekimbia zilizokuwa na uzalishaji wa kilo milioni st na zimenunua uchafu milioni tatu mwaka mwa uliopita 24 25, tunakoelekea ni wapi? Lakini turejee nyuma, mwaka 2018 hapa Kahama tulikimbiwa na baadhi ya makampuni yakiwemo na TLTC. Tuliokoa TLTC, tulijutia. Sasa kabla tujafika kwenye ile adha ya makampuni kuanza kutuwe, kutukimbia, na sisi Kahama tahadhari tuichukue, otherwise tunaenda kuingia kwenye hatari na ukiangalia maeneo makubwa yanabebwa na tumbaku, na ukiangalia kwenye kabrasha la mwenyekiti, ukiangalia mapato makubwa yanatokana na tumbaku. Kwa nini tuichezee na kwa nini tufanye ujanja wa siku moja halafu wasiri kizazi? Mwenyekiti wa KACU, mimi nilikuwa nakuomba kwa, na, na, na kwa ridhaa ya wajumbe, masoko yatakapoanza, wajumbe wako wote watembee kwenye masoko wote na ikiwezekana tuwatengeni bajeti ili inapotokea kuna shida aidha ya ngulai ama kuna mitumba ya chama fulani imetoroshwa kwenye chama kingine, mjumba aliyepo pale hata atashughulika nalo na atalibeba kwa usahihi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ili twende kuondokana changamoto ambayo iko mbele yetu. Sisi kama wajumbe wa mkutano mkuu wa kaku najua tupokee maelekezo turudi kwenye vyama vyetu tukaitisha mikutano wanachama wajue kwamba serikali yetu imetaka nini, lakini na sisi kama chama kama jumbe wa bodi tuje na mpango mkakati wa kuweza kutoa elimu na maelekezo kwa kwamba, kwa mwanachama yoyote yule atakayehusika msimu huu kutakuwa na faini kwenye amko zile kiasi fulani na hatua za kisheria zitachukuliwa. Yawezekana watachukulia sheria ya hujumu uchumi kwa sababu nalibia kampuni a kupastali zako zote swala so zima linaosababisha kuporoboka kwa bei ya tumbaku ni sisi wenyewe wakulima. Hawezekani dukani ukanunua sukari lao changanyo na mchanga alafu kesho utaenda kununua tena pale dukani kwanza? Hata hivyo makampuni kwa kweli, wana feza. Tukiangalia uchafu tunaoukuta kwenye magodauni ni uchafu tani nyingi mno. Hivi kwa nini, ili ni zao endelevu hili zao lingekuwa ni la leo na kesho, linakoma bora hasa. Kama hili zao linalimwa kuanzia mababu zetu, walilima ndani, walilima mpaka sisi, mpaka watoto wetu, mpaka ndini wanalima. Wewe leo unakuja kulivuruga, ili hao watoto wetu wasije kulilima. Kama kuna jinai inawezekana, tunashtakiwa vyombo na taasisi za serikali ambao tunapaswa tusimamie haya mambo na mimi ni waombe maafisa ushirika, mpo hapa, wajumbe wa bodi mpo hapa, muwe wachache muwe wengi, nadhani tulishazungumza, si ndivyo eh? Kwamba ni bora itengwe bajeti, inapofikia wakati wa msimu lazima mtawanyike. Na mimi ni, ni, ni, niseme tu atansaidia mtu atumbaku kama takwa nakosea na utaratibu. Tumbaku yaani anasajiliwa kuanzia individual. Kwa hiyo akimisbehave huyu mnaona watu wanazungumzia habari ya hatari ya zao kufanyaje? Tuchukue kwa uzito huo. Kila mmoja asimame kwenye nafasi yake. Kwa sababu ukisema una, una, una kwenda kukipiga faini chama yeye kama yeye personally, si ndivyo, ana feel chochote. Kwanza mimi sintakubali hiyo, ni, ni, ni, ni criminal offense. Haiwezi kuwa katika level ya nini, ya taasisi, kwa sababu chama hakija mtuma kwenda kufanyaje, kwenda kuchanganya. Kwa hiyo kwanza tuelewe kwamba hiyo ni criminal o, tusijadili jadili. Yaani mtu amefanya makosa, si ndivyo? Wanaohusika na criminal wafanya nini wafanye kazi yake, tuwache siasa kama tunataka kufanya kazi yetu kweli kweli. Mtu amekutwa ana ngulai, uzuri wa bahati, mzigo unakuwa ni wa fulani, si ndivyo? Yeye mwenyewe, tusianze kujadiliana naye kama tunataka kweli kuondoa hizi changamoto.